Uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha ajali ni kupasuka tairi la mbele na upande wa kulia kwa basi la Channel One, na hivyo kumpelekea dereva kukosa mwelekeo wa kumimudu basi lake na kuhama upande wa kulia wa barabara na kisha kuungana uso kwa uso na kota, na mabasi hayo yote mawili kuwaka moto mkubwa ambao umeleta madhara makubwa kwa binadamu na mali. Ufeketea kwa moja awali, tulikuwa tumetoa taarifa ya vifo thelathini na tisa, lakini mpaka sasa naitoa taarifa hii, kuna ongezeko la vifo. Kwa hiyo kuna wananchi wengine wameongezeka e, na kufikia vifo arobaini na mbili kwa wananchi waliofariki kwa mchanganuo ufuatao: wananchi thelathini na moja wakiwemo wanawake ishirini na moja na wanaume kumi. Hawa walikuwa kwenye basi dogo Coaster, na wananchi kumi na moja wakiwemo wanawake saba na wanaume wanne walikuwa kwenye basi kubwa la Channel Ten Channel One. Aidha, majeruhi wote wamepatiwa matibabu waliokuwa ishirini na nane ambapo kati yao kumi na tatu ni wanaume na kumi na tano ni wanawake. Majeruhi wote hao wana wame...